Viongozi wa mbio za mwenge wa uhuru taifa, karibu sana katika ujenzi wa mradi wa maji karanga darajani. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Moshi MWASA inazalisha jumla ya mita za ujazo 4332 kwa siku, sawa na asilimia sitini ya mahitaji ya mita za ujazo 73246. Upungufu wa maji katika eneo la manispaa ya Moshi ni mita za ujazo 7593 kwa siku ili kukabiliana na changamoto ya upungufu wa maji kwa kutumia fedha za ndani mwasa iliamua kuanza kutekeleza mradi wa maji karanga darajani mnamo tarehe 1 machi 2023 ili kuongeza kiasi cha ya maji yanayozalishwa kwa siku kwa kiasi cha mita za ujazo 3888 mamlaka ilianza utekelezaji wa ujenzi wa mradi wa maji karanga darajani kwa kutumia wataalamu wa ndani mradi huu ulitekelezwa katika awamu mbili ambapo awamu zote mbili za mradi zimekamilika kwa asilimia mia moja. Lengo la mradi, lengo la kutekeleza mradi huu ni kuboresha hali ya upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama katika maeneo ya manispaa ya Moshi haswa katika kata ya Mawenzi, Bondeni, Pasua, Umambuzi, Majengo, Kiboroni na Msaranga zenye jumla ya wakazi wapatao laki mbili na thelathini 784 pamoja na kata ya Mabogini iliyopo Moshi Vijijini. Gharama za mradi: mradi huu hadi kukamilika kwake umegharimu kiasi cha shilingi bilioni 2 milioni 458,770, ambapo kwa awamu ya kwanza kiasi cha shilingi milioni 777,914,150.6 zimetumika na kwa awamu ya pili kiasi cha shilingi bilioni moja milioni mia sita themanini na laki saba na hamsini na tano mia nane arobaini na tisa nukta tatu zimetumika. Hatua za utekelezaji wa mradi. Kazi zilizotekelezwa kwa awamu ya kwanza: utekelezaji wa mradi kwa awamu ya kwanza umekamilika kwa asilimia mia moja na kazi zifuatazo zimetekelezwa. Ujenzi wa chanzo cha maji Karanga darajani umekamilika ambapo jumla ya chemba nne zimejengwa na chemba kuu moja ya kukusanyia maji kutoka kwenye chemchemi zilizopo eneo la mradi. Mbili, ujenzi wa mtaro wa kuzuia maji ya mvua kuingia eneo la chanzo cha maji umekamilika pamoja na ujenzi wa kuta kuzuia maji kutoka mtoni kuingia kwenye chanzo. Tatu, kuvusha bomba kutoka Karanga. Nne, uchimbaji wa mtaro wa ulazaji wa bomba na maji safi lenye kipimo cha inchi kumi kuanzia kwenye chanzo hadi kwenye tenki la Kilimanjaro lenye umbali wa kilomita 2.3 za tatu umekamilika. Na tano ujenzi wa uzio eneo la chanzo cha Karanga pamoja na fensi ya mitambo ya kusuma maji. Na katika kazi zilizotekeleza awamu ya pili, utekelezaji wa mradi kwa awamu ya pili, pili, ulianza Julai ishirini 24 na, na kazi zifuatazo zilitekelezwa. Jumla ya kilometa 54 zimechimbwa na kulazwa bomba katika maeneo ya shabaha pasua na bomambuzi. Mafanikio, baada ya awamu ya kwanza na ya pili kukamilika mradi, mamlaka imefanikiwa kuongeza kiwango cha uzalishaji maji kwa zaidi ya mita za ujazo elfu tatu mia nane themanini na nane kwa siku. Changamoto ya malalamiko ya upungufu wa maji katika maeneo katikati ya mji yamepungua na masaa ya upatikanaji wa maji kwa siku yameongezeka kufikia masaa 23.7 23, kwa siku. Karibu sana hapa, ni mradi wetu wa maji ambao umetekelezwa na mamlaka ya maji katika mji wetu huu wa Moshi muwasa, kama ulivyosikia kwenye taarifa, na ndio ameelekeza Mheshimiwa Rais ya kwamba taasisi hizi ziweze kujitegemea na kuendesha miradi yao yenyewe, jambo ambalo ni zuri hapa fedha yote midiri midiri ya utekelezaji wa mradi huu kama aliyosikia, bilioni 2 na milioni 488 zilitokana na mapato ya ndani ya mamlaka hii ya maji. Lakini jambo la pili ambayo pia ni la msingi na zuri zaidi, wataalamu waliotekeleza mradi huu ni wataalamu wa ndani wa mamlaka ya maji wetu wa Moshi. Lakini pia kutokana na eneo letu hili, maji jinsi unavyoyaona sio yale ambayo yanatoka kuwe kwenye mto. Chanzo hiki cha maji ni chemchemi wameweka uzio mzuri kabisa ukuta. Kwa hiyo maji ya kwenye mto kule hayaingii kwenye chanzo cha maji ambayo yanatoka hapa, na masaa ya upatikanaji ya maji yameongezeka sasa, ni masaa ishirini na tatu. Kwa hiyo ni saa moja tu ndo tunaweza tuna changamoto ya maji, lakini masaa ishirini na tatu kati ya masaa ishirini na nne wananchi wa mji wa Moshi wanapata maji kutokana na utekelezaji wa mradi wa maji. Karibu uweze kukagua mradi wetu Naikukurizia basi ukipungulia mradi huu ili wananchi waweze kuendelea kupata huduma ya maji safi salama na inoakianmimi pamoja na wenzangu, ikweli tumekagua, mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tumepitia taarifa kwa kina, lakini pia mradi huu eda, leo, kwa kweli tusipoweza kuizindua siku ya leo, kwa kweli tutakuwa tumelikosea taifa hili na tumewakosea wananchi wa wilaya via ba <coughs> ai ambao amekamilika kwa vigezo vyote, lakini pia hapa pia tumejifunza mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na wewe pia ni shuhuda kwamba na wewe kazi hii ulishawahi kuimudu kuifanya, kwamba leo hii ile maana ya Mwenge wa Uhuru weke matumaini hapa, ndiyo mahala pake, kwa sababu mwaka 2023 menaonesha pale mwenge huu ulikuja kuwapa matumaini wananchi, lakini leo mwaka 2025 umekuja kuonyesha upendo wananchi na ile heshima wepatikana nao patuik <coughs> <coughs> <coughs> Wanamoshi oyee! Baada ya kusema haya, mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa, yeah, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, mimi na vijana wenzangu watano wa kweli, Mwenge wa Uhuru umeridhishwa kuweka juu la uzinduzi juu ya mradi huu wa maji safi na salama katika eneo hili ili kuendelea kutoa huduma kwa wananchi na wananchi wajionee manufaa juu ya serikali yao hii awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Na washukuru sana na asanteni salaa